Tuanze taarifa zetu na taarifa kwamba ufisadi nchini Kenya umekuwa donda sugu huku serikali zikija na kutoka ahadi za kupambana nao ikibaki tu kwa midomino, midomoni mwa wanasiasa. Dan Dunde anatueleza zaidi kuhusiana na ufisadi. Ni suala ambalo mashirika yasiyo ya ya kiserikali yamevalia njuga na kuanzisha mikakati ya kupambana nalo kwa kuwapa mafunzo waandishi wa habari kusaidia kuchimba na kuweka wazi visa vya ufisadi you know,

Akizungumza baada ya kuendesha mafunzo ya siku mbili kwa waandishi wa habari jijini Kisumu, afisa wa mipango katika shirika linalopambana na ufisadi la Transparency International Lilian Kadua amesema kuwa taifa la Kenya limo miongoni mwa mataifa ambayo ufisadi umesheheni kwa kiwango hatari. Tumekuwa Office of the Auditor General, Office of the Control of Budget kuhusu jinsi ambavyo pesa zinatumika ama saa zingine kuona kuwa pesa zinapotea. Kwa hivyo uh, hizi ripoti ndio tunatumia, ndio tunatumia kuweza kuinform kazi yenye tunafanya. Pia Transparency International Kenya imekuwa ikifanya ripoti zake kuhusu um, the state of corruption. Kwa mfano tuko na Corruption Perceptions Index ambayo ilitolewa ya mwaka jana ya 2024 ambapo tunaona pia Kenya haifanyi vizuri sana katika kupambana na maswala ya ufisadi. Wanahabari wakihamasishwa wakihusishwa katika maswala ya governance na corruption reporting ama kuripotia maswala ya ufisadi, tunaweza kuona kuwa jamii pia inaweza ku get more involved na maswala ya ufisadi na kupingana na ufisadi, kuhusu matumizi ya pesa za umma, kuhakikisha kuwa wanaangazia maswala ambayo yanatendeka katika jamii na kufanya stories ili tuweze kujua nini inaendelea katika kaunti mbalimbali, lakini pia ili tuweze kama wana NGO ama uh, members of the civil society kuhakikisha kuwa tunaweza kufanya advocacy around some of the issues that wanahabari wana expose wanafanya stories kuhusu uh, hii training pia ilikuwa muhimu ili tuweze kuangazia masuala ya digital technologies ama teknolojia za kidijitali kama vile AI. Ni swala ambalo limeungwa mkono na mkurugenzi mkuu na mwanzilishi wa shirika la African Uncensored John Alan amekuzia pia swala la wanahabari kuzuia kupata habari muhimu katika afisi za serikali, akisema kuwa hilo halifai kuachiwa nafasi katika karne hii chini ya katiba ya mwaka elfu mbili na kumi. We need to have the right amount of access um, to, to both, both not just information as a whole but cre but factual information well, well-researched information that can help us deliver value to our audiences. People in the counties, people in leadership in counties have become very serious gatekeepers of information that's supposed to be for the public, right? They started to take ownership of it Waandishi wa habari wakiongozwa na afisa wa shirika la habari nchini Kenya, Philip Onyango, wameelezea changamoto wanazopitia kupata habari katika baadhi ya afisi za serikali nchini. Stories ama taarifa ambazo zimefanywa uchunguzi wa kina, hii ni katika uh, hali ya kujaribu kusaidia nchi yetu kupambana na ufisadi tatizo sana sana haswa imekuwa ni uwezo ama imekuwa shida ya kupata habari inayohitajika kwa mwandishi wa habari kumpatia mwananchi taarifa nzuri na kumweleza nini na nini inaendelea kwa kina, ili aweze kuelewa nini. Nikiripotia habari za TV Magharibi kutoka jijini Kisumu. Naitwa Dan Ndunde.